Ni tofauti na mapokeo ya matumizi ya mikopo kwa baadhi ya jamii hata wajasiriamali, ambapo wameona fedha hizi za serikali si kwa kujiinua kiuchumi, bali kujinufaisha nje ya maendeleo katika jamii zao. Hawa hapa ni vijana watano wanaotokana na kikundi cha Pambamoto wanaojishughulisha na shughuli za uuzaji wa vifaa vya ujenzi, kuchakata mafuta na ufundi wa vifaa vya aluminium kufikisha matarajio yao, vijana hawa wakinufaika na fedha za asilimia kumi za wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupitia Halmashauri ya Mji wa Nanyamba mkoani Mtwara, wameeleza mabadiliko chanya binafsi na familia zao. tukaona tija ya kuungana, ndipo tukaungana, tukafungua kikundi chetu, na tulibahatika kupata mkopo wa kwanza mwaka 2022 2023 Mkopo huo tuliomba kwa tija ya kununua vifaa vya welding au kuchomea. Jitihada wanazozifanya zimekuwa zikiwafikisha katika kutambulika kwa taasisi mbalimbali huenda mbali, ikiwa ndiyo njia mojawapo ya kuaminika zaidi na kujiongezea fursa zao. Tumeshinda zabuni mbalimbali mbali ya kusupply vifaa vya ujenzi katika hospitali ya Mji wa Nanyamba katika shule za sekondari. Sisi kama vijana wa kikundi cha, cha Pambamoto kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tangu tulikotokea mpaka hapa tulipo, kwa sababu tulikuwa tu mitaani. Pamoja na shughuli za kiuchumi wanazofanya vijana hawa wa kikundi cha Pambamoto, lakini sasa tunaona jitihada kubwa walizozifanya ni kuhakikisha kwamba wanajipatia makazi. Na hizi ni nyumba tano kwa hawa vijana kuweza kuishi. Baada ya huu mkopo wa awamu ya pili ndio uliotupa faida kubwa na kuweza kujenga yale majumba yetu, na hapo kila mtu ana nyumba ya kwake na sio kumiliki nyumba tu, yaani kila mtu hapo anamiliki hati ya nyumba. Pia kupitia kikundi cha Pambamoto nimepata faida mbalimbali, kwa mfano namiliki shamba la kwangu binafsi. Zainabu Mgomi ni mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Nanyamba, hakusita kuwapa kongole vijana hawa kwa jitihada wanazozifanya wakiwa mfano kwa jamii wakionyesha uaminifu wao. Kwa hiyo wana kiwanda kidogo cha mafuta ya alizeti, ukamuaji wa mafuta ya alizeti na karanga, lakini wana duka kubwa la vifaa vya ujenzi. Lakini hao wao Pambamoto, uh, wame, wana, wame, wamenunua pikipiki ambayo inawasaidia katika kwenda ku, kupeleka vitu kwa mteja. Kwa kweli ni vijana ambao hatujawapa mikopo tukawaacha tumewapa mikopo na bado tunawatumia, bado tupo nao, bado wanatusaidia sisi halmashauri. Yaani, mikopo ambayo tumewapa imekuwa msaada mkubwa sana katika halmashauri yetu hii ya Nanyamba. Ni namna ambavyo wana kikundi hiki vijana watano kutoka katika kikundi cha Pambamoto kilichopo halmashauri ya mji wa Nanyamba mkoani Mtwara wanavyoweza kujikwamua kiuchumi baada ya kufanikisha kupata mikopo ya asilimia kumi kutoka almashauri hii ya Nanyamba nyamba mkoani Mtwara. Mimi naitwa John Kasembe.